Napenda kuwapongeza sana Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori Bulunge Burunge kwa kuandaa kongamano hili kwa vijiji ambavyo vinashiriki au vimeunda jumuiya hii ya juhibu, lakini pia nishukuru sana kamati ya maandalizi kwa maandalizi mazuri. Hakika mmefanya kazi nzuri sana na leo tunakwenda kuhitimisha. ongereni sana. Ninaomba nitumie fursa hii pia kuwakumbusha ndugu zanguni kwamba tarehe ishirini na tisa ni siku ya uchaguzi mkuu kwa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. ni wasihi sana, twende tukajitokeze kwa wingi, twende tukapige kura. Kwa wote ambao mmejiandikisha, hakikisheni sikio mnakwenda kupiga kura. Kuna watu huko nasikia wanapiga piga talalila kwamba siku hiyo kutakuwa na, na, na wa, hawataruhusu watu kutoka, kutakuwa na vurugu na vitu gani? Ndugu zangu, mimi ndiye amiri jeshi mkuu kwenye eneo hili la wilaya ya Babati, ndio mwenyekiti wa nini kamati ya ulinzi na usalama kwenye wilaya yetu. Ninawaambia hivi, tumejipanga tena, tumejipanga. Wanaonijua wananielewa, tumejipanga Hakuna atakayesumbuliwa, hakuna atakayefanyiwa kitu chochote kibaya. Kuna amani na usalama kwenye wilaya yetu ya Babati, na yeyote anayefikiria lolote kwamba anaweza kufanya chochote, nina ninamwonya, nina na ninawaambia kwamba twende tukatulie, na ukipiga kura siku hiyo, nenda nyumbani, katulie, subiri matokeo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania piga kura nenda nyumbani. Siku hiyo kutakuwa hakuna kazi, we itakuwa si kazi, ni moja tu: kutengeneza hatima ya taifa letu la Tanzania kwa kupiga kura, kuchagua mwish, kuchagua rais, kuchagua wabunge na kuchagua madiwani watakaotuongoza kwa miaka mingine mitano. Kwa hiyo niwaombe na niwasihi sana, tuwe na tukalinde amani na utulivu. Ndugu zangu, hata nyinyi mmeona kama tusingekuwa na amani, huu hii mechi ya leo ingevurugika, tusingeweza kufika hapa tulipofika. Na mnaona tumekuwa na utulivu, mpira umechezwa vizuri, tumefurahi. Mimi pia mmeniongezea siku. Kwanza niwashukuru kwa kunialika, nilikuwa na furahi pale, ninacheka ninajisikia vizuri, kwa sababu nchi yetu ina amani na utulivu. Kwa hiyo tusiache wale watu wabaya wakaweza kutumia nafasi hii kuvuruga amani na utulivu wetu. Leo asubuhi nilikuwa nawasikiliza baadhi ya watu wanaongea ongea, lakini kasema jamani, wapuuzeni puuzeni anaoendelea huko. Sisi tarehe ishirini na tisa tunakwenda kupiga kura kuchagua viongozi wetu watakaotengeneza hatima ya miaka mitano ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watakao kwenda kulinda amani na utulivu kwa hiyo mimi niwaombe na niwasii mkawaambie na wengine ambao hawajaweza kufika hapa kwamba tarehe ishirini na tisa tunakwenda kupiga kura. Msiogope, tumejipanga kuwalinda kuanzia saa kumi na moja asubuhi mpaka jioni tutakapokuwa tunafunga vituo, tutakuwa tumejipanga vizuri, na hata baada ya hapo tutaendelea kuwa na amani na utulivu. Tumepanga kwamba tuwe na mechi nyingine kwa hiyo hizi mechi zitafanikiwa pale ambapo tutakuwa na amani na utulivu, si ndio? Ndugu zangu, tukivuruga amani yetu hatuwezi kukaa hapa na kuweza kupanga na kutekeleza yale mazuri ambayo tunayo kwenye mioyo yetu. Kwa hiyo niwasihi sana na niwaombe sana, twende tukashiriki uchaguzi tarehe ishirini na tisa.